Sura ya tano. Nchi ilikuwa ikijitayarisha kwa uteuzi wa viongozi. Ni wakati huo ambapo wizara nyingine yamekuma. Sagilu alikuwa akipoteza umaarufu wake, akasalia benki tu ya wale waliokuwa na uhitaji wa pesa. Mwanawe aliyeitwa Mashauri alikuwa mtaalamu aliyesomea taaluma ya usanifu majengo ubeguni baada ya kutimu alirejea nchini, Mtemi Mtemi akamwajiri kama mtaalamu mkuu wa usanifu majengo jijini Tarehe. Huyu ndiye aliyesimamia ujenzi wa majengo yote ya mji. Alikuwa na uwezo pia wa kuamuru ubomoaji wa majengo yaliyojengwa kwa njia isiyo salama. Hata majengo yasiyojengwa kwa njia halali yaliporomoshwa chini hivyo. Kwa mpigo wa kalamu yake tu, majengo makubwa ya kifahari yameangushwa mara moja. Mashauri alikuwa amemposa binti mmoja hapo mjini kwa jina Cheia. Vijana hao walipendana kama ulimi na mate. Mashauri alimvisha mpenziwe pete ya uchumba, hata kumtambulisha kwa wazazi wake. Sagilu alimpenda sana Cheia aghalabu alimwalika nyumbani au hata kuzuru majengo yake ya biashara yaliyokuwa yametapakaa mjini. Cheia alikuwa amefuzu katika taaluma ya uuguzi na kuajiriwa katika zahanati moja mjini humo. Hapo ndipo alipokutana na Mashauri wakawa marafiki. Cheia alikuwa yatima kwani wazazi wake wote walikuwa wamefariki katika ajali ya gari akasalia kuwa yeye pekee. Alilelewa katika makao ya mayatima akasomeshwa na kumtimu akiwa huko. Sasa aliweza angalau kujisimamia mwenyewe. Kwa vile alilelewa katika makao ya wasikwao, wasikwao Hakubahatika kuwa na pesa, hakuweza hata kununua chochote alichohitaji. Mahitaji yake yote yaligharamiwa na makao haya. Cheia alipohitimu na kupata ajira iliyomhakikishia kuwa na pesa zake mwenyewe, alibadili mkondo wa maisha. Alianza kuishi maisha yasiyolingana na kipato chake, akaanza kutamani vitu wasivyoweza kugharamia. Alipobahatika kujenga usuluba na Mashauri, alijua angeupiga teke mitaji. Mashauri alikodishia nyumba moja mili mtaani Majuu, hata kununulia gari. Cheia alianza kuishi maisha ya starehe, akaabudu pesa kuliko Mungu wake. Kila alichotaka Mashauri alimpa. Sajidu alianza kumchukua na kumtambulisha kwa marafiki zake, lakini ajabu ni kwamba hakutaka kuwaambia Jeia alikuwa nani kwake. Haya kidogo yalimtia msichana huyu wasiwasi. Hata hivyo, hakuhisi vibaya kwani alimchukua Sajidu kama baba mkwe wake. Agalabu Sheia alikuwa akimfahamisha Mashauri kila alipoanda maana na baba baba, babake kwenda kuzuru mji. Mashauri ya kujali sana alielewa kwamba babake aliinukia kumpenda Cheia kama mwanao, alimpenda kama binti ambaye akijaliwa kupata. Sajidu walimnunulia Cheia zawadi za bei zani kila alipokutana naye. Aya yakamtia Cheia katika uta, utashi mkubwa wa pesa alijiona kama aliyeangukiwa na nyota ya jaha. Mashauri na babake walimkunjulia mikono iliyosaki pesa kuliko walizohitaji. Cheia akawa kukimbilia na kugwia pesa hizo mithili ya ndege aendaye haraka kukimbilia punje za mpunga. Mkewe Sagilu pia akumtilia shaka mumeo kuandamana na Cheia kila mara ingawa kwa hakika alijua Sagilu kuwa na macho ya nje. Mazoea hayo ya, ya kunununiwa zawadi na kupewa pesa mara kwa mara yalikimlewesha Cheia. Mwishowe ya akawa ajali Sagilu walipomkaribisha hotelini cha kwa mazungumzo ya karaha. Siku moja Gose mwanawe Mteli alimsabili mashauri ya Kamsaini kuhusu uhusiano wa babake na Cheia. Vijana hao walikuwa marafiki hasa baada ya kusoma katika shule moja tangu utotoni. karada Ka kaka, siku hizi huwezi kumwamini mtu hata akawa babako, Ngose alimwambia. Sasa ni maneno gani haya? una, una, una nayonaambia mwanzenu Cheia yuko uru nabamkwe wake, shida iko wapi? Yake, alitamka Mashauri huku akicheka. Ise, wajua nimemwona wapi leo? Katika hoteli ya Sata, wameshikana mikono kwa njia ambayo imeifanya ni kutafute, Ngoswe alimweleza. Acha stori kwanza, mbona leo unataka kumjaribu? Kwani kwa una nini? Mashauri alisema na, kuona unielewi. Open your eyes my brother, hebu mpigie simu sasa hivi jue iliko wapi kama unaona ni mzaha. Sasa uso wa mkose ulibadilika, akavaa uso wa taadhari, uso ambao kidogo limtia mashauri shaka. Unamshuku mpenzi wangu? Na ama kweli, naona leo unaota mchana au umeonja kitu. Najua palingini umesahau saa za pombe, mashauri alitamka, japo alihisi maneno aliyasema tu, ingawa yalitingana na, na nafsi yake. Kisha akasita kidogo <coughs> na kuchomoa simu mfukoni. Alimtazama Kose na kumpigia Cheia. Simu ilikiliza kwa muda haikujibiwa. Aliikata na kuibofya tena. Cheia alipokea simu, alimfahamisha kuwa yuko kazini anahudumia wagonjwa, kisha alikata simu. Uongo wako ni we. Sheia, yuko kazini na mzee? Kwani wewe uli uliwaona saa ngapi? Aliuliza Mashauri. haka nusu saa iliyopita, kitambo nifike hapa, pengine ulimwona. Wajua dada, napenda mashauri alitamka, lakini ngoja akamtatiza na kusema inuka twende na kuambia inuka twende saa tano kama wadhani na wote. Twende ukajionee mwenyewe, gose alitamka na kumshika mashauri mkono. Alimkokota hadi garini kama mtoto mdogo. Aliendesha gari kwa kasi hadi hotelini. Walipokuwa wakiegesha gari, mashauri aliona gari la babake limeegeshwa mahali yao. Alijua babake yumo ndani. Alianza kuhisi vibaya. Alimtazama mwenzake akamwambia, wajua, sipendi kumfu, kumfuata fuata mzee wangu kiasi hiki. Je, kama aliye naye uko si Cheia, wadhani ananichukulia vipi? kwamba nimeanza kumwinda ili nikamtaarifu mama? Ngose alicheka taratibu, kisha akamwambia, kasubiri katika sehemu ya mapokezi utamwona mzee wako akitoka akiwa na Cheia. Kama uniamini sasa, basi utaniamini baadaye. Subiri hapa tu. Gose aliingia ndani ya gari na kuondoka kwa kasi. Mashauri yalisalia kuduaa pale. Aliona kochi kubwa pahali yako ya akajipweteka. Kwetu alikuwa mwingi wa mawazo. Ni mchezo gani huu ambao ambapo mchezea babangu mzazi anaweza kweli kuwa na makuru kiasi hiki? Mimi bado sijaamini, lakini nitasubiri tu kuyaona maumivu mayo. Aliagiza bilauri ya maji ya sharubati, aliyanywa taratibu, huku macho ameyaangazia kwenye ngazi ya kwenda juu.